Sasa kwa hiyo mimea yote hii japo na ina moja inatofautiana kabisa. Aha, kweli hawa ni vyura wa familia moja, yaani jamii moja, lakini wanatofautiana. Angalia madoa kwenye migongo yao, kila mmoja anatofautiana na mwenzia, lakini nini kinasababisha tofauti? Mimi pia najiuliza. Ni kama majani aliyotuonyesha Tabasamu darasani, yanatofautiana na mfumo wa vena japo yanatoka kwenye mti mmoja na hawa vyura wana madoa tofauti japo wana wazazi sawa. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea kwako pia Tabasamu, japokuwa una wazazi sana na dada zako wao wanaweza kusikia na wewe hauwezi. Yaani kama mwalimu Lota alivyosema, nafikiri kwa sababu tunarithi vinasaba kutoka kwa wazazi wetu, hivyo hata kama tuna wazazi sawa, inategemea na vinasaba ulivyorithi kutoka kwa kila mzazi Inawezekana. Kwa hiyo inamaanisha kila kitu tunachotofautiana na kaka zetu na dada zetu ni kitu ambacho inawezekana tumerithi lakini wao hawajarithi. Lakini vipi kuhusu vitu ambavyo tunatofautiana lakini wazazi wetu hawana? Kwa mfano, napenda kulala sana, lakini kwenye familia yetu hakuna anayefanya hivyo. Nimepata wapi tabia? <laughs> <laughs> Oh, eh, sikujua hilo tabasamu. Kwa hiyo unasema kuna tofauti kati ya vinasaba vya kurithi na tabia zako mwenyewe. Tabia ni utaratibu wako wa maisha tu, hazihusiani na vinasaba, kama kulala muda mrefu au kuvutiwa na rangi unayoipenda. Lakini vinasaba vya kurithi vinahusiana na rangi za macho au wamerithi vinasaba na rangi ya manyoya yao inafanana. Unafikiri mazingira yanaweza kuathiri hizi tofauti? Gedera aliwahi kuniambia alipata changamoto ya kukuza mbegu za maharage kwa sababu ya kutoweka kwenye mazingira sahihi. Yale ambayo alishindwa kukua yalikuwa kahawia na madogo, na ambayo alifanikiwa kukua yalikuwa kijani na makubwa. Wao wanaonaje? Aha, nakumbuka kwa sababu tulijaribu kupanda maharage pamoja. Sijui kama inahusiana na tofauti za kibiolojia lakini, kwa hiyo sina uhakika sana na hilo Baraka. Oh, kumbe jambo la kushangaza ni kwamba pamoja na tofauti tulizo nazo na kinachosababisha hizi tofauti, bado tunaweza kutafuta kitu cha kutunganisha na kutwega pamoja, si ndio? Tabasamu kweli, huo ndio utu. Umeelewa kwa haraka sana, hiyo Tabasamu. Nasubiri kwa hamu ujiunge na klabu yetu ya utu. Hata mimi turudi kwenye swali letu linalohusiana na mazingira kama inaathiri jinsi kitu au mtu anavyokuwa. Hebu tufanye jaribio hili ili kupata majibu. Kila mmoja achukue ganda moja hapa. Kila moja lina mbegu nne ndani yake, si ndio? Haya, sasa kila mmoja achukue mbegu nne na kwenda kuzipanda nyumbani katika aina tofauti za udongo zenye ubora tofauti, kisha tuone hizo mbegu jinsi zitakavyokuwa zikiwa kwenye mazingira tofauti kabisa. Wazo nzuri kwa njia hii tutagundua kama mazingira yanaathiri tofauti za kibiolojia au la. Inabidi tukutambulishe kwa mzee Kigo. Ni mkulima mzuri sana na anaweza kutupa maelekezo ya kilimo ili kila mmoja ajue jinsi ya kutunza mmea wake. Unaonaje? kwa hiyo mkifanya hivyo, mimea yenu itakuwa vizuri na kuwa na afya. Asante mzee Kigo, na inachukua muda gani kukua kabisa? Mm, miezi miwili itakuwa tayari. He? miezi miwili ni muda mrefu sana. hakuna mmea mwingine tunaweza kuupanda unaokuwa haraka zaidi ya huu? Ah, sio muda mfupi kivile. Unahitaji uvumilivu unapopanda na kufanya kilimo. Baraka, kukuza kitu inahitaji muda. Naona hili ni somo lingine tena kuhusu kuvumilia. Ngoja tufanyie kazi hizi mbegu tulizozipata. Baraka, tumeshatembea kutoka msituni hadi hapa. Nina uhakika mbegu zinafurahi kupata makazi mapya. Ona, tabasamu ameshaanza kuzizoea za kwake. Sawa, haya tuanze kazi. Uu. Subira mdawza ikahitaji muda, ikachukua muda, ikahitaji muda.